Leo Septemba 25 ya mwaka 2025, taifa la Tanzania limepokea taarifa ya msiba mzito wa Abas Mwinyi, mtoto wa Rais mstaafu awamu ya pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania marehemu Ali Hasan Mwinyi, na kaka wa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr Hussein Ali Mwinyi. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa, marehemu Abas Mwinyi amefariki dunia akiwa katika hospitali ya Lumumba mjini Unguja baada ya kuugua kwa muda mrefu. Hadi sasa taratibu za mazishi zinaendelea kuandaliwa na familia na taarifa rasmi zaidi zinatarajiwa kutolewa katika saa na siku chache zijazo. Kifo hiki kimekuja katika kipindi ambacho familia ya Mwinyi bado ipo kwenye kumbukizi ya msiba wa baba yao Mzee Ali Hassan Mwinyi aliyefariki dunia mwaka 2023. Wengi wamepokea taarifa hii kwa majonzi makubwa, kwani Abbas alijulikana kama sauti ya familia katika nyakati ngumu za misiba na kumbukizi. Lakini ni nani hasa Abbas Mwinyi? Ni ipi historia yake kuanzia ya utoto, elimu ya maisha, na kazi na familia? hadi kuhitimisha safari yake ya maisha leo. Abbas Mwinyi alizaliwa mwishoni mwa miaka 1960, akiwa ni mmoja wa watoto wa familia ya Ali Hassan Mwinyi. Alikulia katika mazingira yenye changamoto na pia heshima. Wakati huohuo baba yake alikuwa akipanda ngazi serikalini akihudumu kama waziri wa afya, waziri wa mambo ya ndani, na hatimaye rais wa Zanzibar kwa mwaka 1984 kabla ya kuchaguliwa kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mwaka 1985, Abbas na ndugu zake walilelewa katika malezi ya dini ya Kiislamu, wakifundishwa misingi ya unyenyekevu, nidhamu na heshima. Familia ya Mwinyi ilijulikana kuwa na mshikamano wa karibu, jambo lililomwezesha Abbas kuishi maisha yasiyokuwa na majivuno licha ya baba yake kushika nafasi kubwa serikalini. Kwa simulizi za watu waliomjua, Abbas alikuwa kijana mtulivu na mwenye tabasamu la heshima. Alijifunza mapema kutofautisha maisha ya kifamilia na hadhi ya kisiasa ya baba yao. Elimu ya msingi ya Abbas ilipatikana katika shule za Dar es Salaam na Zanzibar. Akiwa mdogo, alionyesha kupenda misimamo ya kijamii katika shule za sekondari. Alijulikana kama mwanafunzi wa wastan lakini mnyenyekevu. Baada ya kuhitimu elimu ya sekondari, alisomea masuala ya biashara na uongozi, akijiweka katika nafasi ya kujihusisha na shughuli za kijamii na kiuchumi badala ya kufuata njia ya siasa moja kwa moja. Hata hivyo, elimu haikumbukwi kwa vyeti pekee, bali pia kwa mafunzo ya maisha. Abbas alitambulika kwa hekima zake, ambazo marafiki zake walieleza kuwa hazikuwa tofauti na hekima ya baba yake aliyebatizwa jina la Mzee wa Ruksa kwa hulka ya upole na majibu ya hekima, Abbas hakuwa mtu wa kujionyesha hadharani. Alipendelea maisha ya utulivu, akijihusisha na shughuli za kifamilia na jamii bila kujitokeza sana kwenye majukwaa ya siasa au kijamii. Watu waliomjua wanasema alikuwa mtu wa watu, mwenye marafiki wengi, msikivu na mnyenyekevu, na mara nyingi alijulikana kwa kauli zake za busara zenye kuonyesha heshima kwa kila mtu. Kwa upande wa familia, Abbas alihusiana kwa karibu sana na kaka yake Dr. Hussein Mwinyi ambaye kwa sasa ndiye rais wa Zanzibar. Walikuwa wakishirikiana mara kwa mara, si tu katika masuala ya kifamilia, bali pia katika misaada na shughuli za kijamii. Na moja kwa moja majukumu yaliyomweka Abbas mbele ya umma ni nafasi yake ya kuwa msemaji wa familia baada ya kifo cha baba yao mzee Ali Hassan Mwinyi mnamo Novemba ya mwaka 2023. Katika kipindi hicho taifa lilihitaji kusikia sauti kutoka kwa familia. Abbas alisimama na kuzungumza kwa utulivu na heshima. Alikuwa ndiye alielezea kwa vyombo vya habari ratiba za msiba, taratibu za mazishi na hata kutoa shukrani kwa viongozi wa nchi na wananchi walioungana na familia. Kwa sauti yake ya unyenyekevu, Abbas aliwavutia wengi. Wengi walimwona kama kiunganishi kati ya familia ya rais mstaafu na wananchi, akionyesha wazi kuwa familia ya Mwinyi ilikuwa na mshikamano na heshima kwa taifa lote. Mbali na familia, Abbas Mwinyi alijihusisha pia na shughuli mbalimbali za kijamii, ingawa hakupenda kujitangaza. Alishiriki katika kusaidia miradi ya elimu na dini, hususan kusaidia misikiti na shule katika maeneo ya Zanzibar na Dar es Salaam. Alisaidia vijana kupata nafasi za elimu na mara kadhaa alihusiana na taasisi za kijamii zilizokuwa zikihitaji msaada wa kifedha au kiushauri. Kwa namna fulani, Abbas alirithi kutoka kwa baba yake tabia ya kutopenda malumbano na kelele, bali kufanya mambo kimya kimya, lakini yenye matokeo makubwa. Katika miezi ya hivi karibuni kabla ya kifo chake, Abbas alihusiana na changamoto za kiafya. Ingawa familia haikutoa taarifa rasmi, inasemekana alihitaji matibabu ya mara kwa mara. Na tarehe 25 ya mwezi Septemba ya mwaka 2025 akiwa katika hospitali ya Lumumba mjini Unguja, hali yake ilibadilika ghafla na hatimaye alifariki dunia. Taarifa hii ilipokelewa kwa mshangao mkubwa, kwani hakukuwahi kutangazwa hadharani kuwa na ugonjwa mkubwa, hivyo majonzi yalitawala. Na familia ya Mwinyi sasa inapitia kipindi kigumu cha msiba mwingine mkubwa baada ya kuondokewa na baba yao takriban miaka miwili tu iliyopita. Wengi wameeleza majonzi yao wakisema kifo hiki ni pigo mara mbili kwa familia na taifa. Kwa upande wa wananchi, msiba huu umepokelewa kwa huzuni, kwani Abbas alikuwa akionekana mara nyingi akiwakilisha familia hadharani. Wengi walimzoea kama msemaji wa familia na walimuonesha upendo kwa kiasi kikubwa mno. Ingawa Abbas hakuwahi kuingia kwenye siasa kwa kiwango cha kugombea nafasi za uongozi, Abbas aliheshimika kama mtoto wa kiongozi mstaafu na kaka wa rais wa Zanzibar. Kwa nafasi hii alichukuliwa kama mjumbe wa heshima wa familia ya Mwinyi. Kila mara alipohusiana na wananchi, Abbas alionyesha utu, hekima na upendo. Alikuwa mfano wa... alikuwa mfano wa jinsi familia za viongozi zinavyoweza kuishi kwa unyenyekevu bila majivuno. Hebu tuangalie maneno na kauli zake zilizobaki vichwani mwa Watanzania wengi, kwa ndugu, jamaa na marafiki. Katika moja ya mahojiano mwaka 2023 Abbas aliwahi kusema familia yetu imejengwa juu ya mshikamano, heshima na imani, kila changamoto tutapita pamoja. Kauli hii sasa inatazamwa kama urithi wa kiroho na akili aliyowacha kwa familia na taifa kwa ujumla. Kifo cha Abbas Mwinyi kimeacha pengo kubwa katika familia ya Mwinyi na taifa kwa ujumla. Safari yake ya kimaisha kutoka utotoni hadi umauti ni kielelezo cha unyenyekevu, mshikamano na kujitolea. Ingawa hakuwahi kushika nafasi kubwa ya kisiasa, mchango wake kama msemaji wa familia na mshiriki wa shughuli za kijamii ni kumbukumbu kumbu ya kudumu. Familia, ndugu, jamaa na marafiki sasa wanakabiliwa na majonzi, huku taifa likiendelea kuomboleza msiba wa mtu aliyeishi kwa heshima na utu. Abbas Mwinyi atakumbukwa si tu kama mtoto wa Rais mstaafu na kaka wa Rais wa Zanzibar bali kama kioo cha heshima ya familia na kiunganishi cha upendo kwa jamii. Huyo ndiye marehemu Abbas Mwinyi, mtoto wa Rais mstaafu wa awamu ya pili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, marehemu Ali Hassan Mwinyi, na kaka wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr Hussein Mwinyi, aliyefariki dunia Septemba 25 ya mwaka 2025. Hizo ni baadhi ya kumbukumbu -kumbu za matukio na mambo mengi mazuri aliyoyafanya enzi za uhai wake. Atakumbukwa kwa umoja, upendo, mshikamano na ushirikiano alionyesha katika kipindi chote cha uhai wake. Uongozi wa Habari Kiganjani unatoa pole kwa ndugu, jamaa na marafiki waliofikwa na msiba huu mzito, nasi tunaungana nao kwenye maombolezo haya na katika kipindi hiki kigumu. Inna lillahi wa inna ilahi rajun. Pumzika kwa amani, Abbas Mwinyi. Watanzania tutakukumbuka kwa mengi.